Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za mauaji na kifo cha mashaka. Waitara Tito mwenye umri wa miaka 30 mkulia mfanyabiashara mkazi wa kijiji cha Kigera Etuma halmashauri ya Msoma vijijini mkoa wa Mara anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya Tano Mwita maarufu kama Mgosi mwenye umri wa miaka 30, mkulia mkulima na mkazi wa kijiji cha Kembwe wilaya ya Tarime. Bi Zawadi Petro Baltazar anashikiliwa kutokana na kifo cha Averine Safari mwenye umri wa miaka kumi muhaya na mkazi wa Buhare manispaa ya Msoma aliyefariki dunia akiwa anaishi na mtuhumiwa, na mara baada ya kifo alipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya manispaa ya Msoma katika tukio la mauaji tarehe 12 mwezi wa 4 2025 majira ya saa 6 na dakika kumi za usiku huko kitongoji cha Ikungu kijiji cha Kige, eh, Kigera Etuma kata ya Nyakatende halmashauri ya Msoma vijijini. Tano Mwita aliuawa kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali ubavuni na watu waliokuwa anakunywa nao pombe kwenye ba na mara baada ya tukio hilo, Jeshi la Polisi lilianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata Waitara Tito akiwa anajiandaa kutoroka kijijini hapo. Ifahamike kwamba baada ya tukio hilo marehemu aliachwa eneo la tukio akiwa peke yake na wenzake walitokomea kusikojulikana. Aidha, uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Katika tukio la kifo cha mashaka tarehe 12 mwezi wa 4 2025, majira ya saa 4 za asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Mara lilipokea taarifa juu ya kifo cha Averine Safari, ambapo taarifa za awali zilibaini kuwa kifo cha marehemu kilitokana na kipigo kutoka kwa mtuhumiwa ambaye alikuwa anaishi naye kama mlezi wake baada ya kumchukua kwa wazazi wake kutokana na hali duni ya maisha ya wazazi wa marehemu. Watuhumiwa watu wote wawili watafikishwa katika mnyororo wa haki jinai mara baada ya uchunguzi wa jeshi la polisi kukamilika. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linatoa wito kwa jamii kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mikononi na badala yake wawasiliane wa, wa na vyombo husika pale wanapohisi kuna uvunjifu wa sheria.